Kitabu cha Amosi mlango wa kwanza. Maneno ya Amosi aliyekuwa mmoja wa wachungaji wa Tekoa, maono aliyoyaona katika habari za Israeli siku za Uzia mfalme wa Yuda, na siku za Yeroboamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli, miaka miwili kabla teteme ya tetemeko la nchi. Naye alisema, Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu, na malisho ya wachungaji yataomboleza, na kilele cha Karmeli kitanyauka. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Dameski, naam, kwa manne sitaizuia adhabu yake simpate, kwa sababu wameipura Gileadi kwa vyombo vya kupuria vya chuma. Lakini nitapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli, nao utayateketeza majumba ya Ben-Hadadi; nami nitalivunja komeo la Dameski na kuwakatilia mbali wenyeji wa bondeni mwa Afeni, na yeye aishi kaifimbo ya enzi katika Beth Adini; na watu wa Shamu watakwenda hali ya kufungwa hata Kiri, asema Bwana. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Gaza, nam, kwa makosa manne, sitaizuia adhabu yake simpate, kwa sababu aliichukua katika hali ya kufungwa kabila nzima, wawatie katika mikono ya Edomu. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza nao utayateketeza majumba yake. Nami nitamkatilia mbali mwenyeji katika Ashdodi, na yeye aishikaye fimbo ya enzi katika Ashkeloni. Nami nitaugeuza mkono wangu uwe juu ya Ekroni, na mabaki ya Wafilisti wataangamia, asema Bwana Mungu. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Tiro, naam, kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate kwa sababu ameitia kabila nzima katika mikono ya Edomu, wala hawakulikumbuka agano la udugu. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Tiro, nao utayateketeza majumba yake. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Edomu, nam, kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu alimfuatia ndugu yake kwa upanga, akatupilia mbali huruma zake zote, hasira yake ikararua rarua daima akaishika ghadhabu yake milele. Lakini nitapeleka moto juu ya Temani, nao utayateketeza majumba ya Bosra. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya wana wa Amoni, nam, kwa manne sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu wamewapasua wanawake wa Gileadi wenye mimba, ili wapate kuongeza mipaka yao. Lakini nitawasha moto katika ukuta wa Raba, nao utayateketeza majumba yake pamoja na kupiga kelele siku ya vita, pamoja na tufani katika siku ya chamchela; na mfalme wao atakwenda utumwani, yeye na wakuu wake wote pamoja, asema Bwana.